Bwana mambo vipi Gen-S Connect. Uh, tuko Mwanza kama ambavyo unatutazama eh? Nah. Eh, tuko ndani ya The Rock City na hapa tuko ndani ya Ziwa sasa, Victoria. Victoria. Eh, eh. Wakati uka najiuliza, kuhusiana na kwamba uh, fursa za ajira zinapatikana wapi eh, wangapi hawana ajira hmm, wangapi wana ajira hivi hmm, unafahamu kwamba idadi ya taasisi za serikali ambazo zinahitaji zinahitaji bidhaa, zinahitaji kazi za ujenzi uh -huh. Uh, ni mara mbili zaidi ya wazabuni ambao wamejisajili kwenye mfumo wa NeST ambao wao ndio wanaotoa wanaotoa huduma hizo kwenye taasisi za serikali serikaliminanidadavua eh, mm, vizuri ya. Yani iko hivi taasisi uh -huh. za serikali yes. ziko 1647 okay. wakati wa zabuni ambao wao ndio wanatoa huduma kwa taasisi hizi mm. Wanafanya biashara na taasisi zote za yes. serikali. Wazabuni hao wako 1035 tu, wazabuni 1035. Taasisi e, za umma ziko 6647 mm. na na, na, na. Hmm. Na. Mm -hmm. Sasa tukirudi uh, katika uh, serikali yetu hii ya awamu ya sita ya uongozi wake uh, mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. uh -huh. Kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023, taasisi zote za umma zinatakiwa kutenga asilimia 30 ya makundi maalum ambayo ni vijana, wanawake, wazee na watu, watu wenye ulemavu. Yeah. Hawa yeah. wanapata hizo tenda kwenye taasisi za umma bila hmm. kuwa kwa huo yeah. upendeleo na sheria imezungumza hivyo kabisa, bila kuwa na kampuni wanapata tenda la serikali. Sasa Gen-S Connect, tuko hapa kwa ajili ya kufungua code ya asilimia thelathini, mgao wa asilimia thelathini za Samia kupitia mfumo wa NeST, mwanzo mpaka mwisho, code itakuwa imefunguka na utafahamu kwa undani kabisa nini hasa na fursa zipi ambazo zipo ndani ya jiji la Mwanza lakini zipo katika mfumo wa NeST. Sasa, yeah. Mimi hapa ningependa aa, unajua kipindi unazungumza hapo nimejikuta naanza kupata mchocheo. Sababu, yeah. Naona unazungumzia maoko Tumaji hapa, yeah, kwenye asilimia thelathini za mfumo wa NeST. Mm -hmm. Eh, nambao, kipindi unazungumza hapo na ukifanya kikaanza kuja. Unajua, hiki ni kitu ambacho siku hizi kimeanza kukaa sana, mm -hmm. yani, kimeanza kuchukua tension kubwa sana. Mm -hmm. Yes, na ni kwa sababu Uh, sasa tunaingia kwenye fezi ambayo tulikuwa tunazungumza manunuzi ya umma. Atuzungumzii tu kampuni kubwa peke yake peke, eh, peke. Eh. Yes, manunuzi ya umma. Tunazungumzia uh, mpaka yule mwananchi wa kawaida kabisa na ambaye yupo kwenye kikundi cha uzalishaji mali ngazi mm, ya chini uste, kabisa, uste. Yes. Mm. Na ambaye pia uh, anaweza akawa mnufaika wa moja kwa moja mm. na manunuzi ya umma mm. yes. Uh, sasa katika mgawanyiko huu, na uzuri zaidi inaenda kwamba sio lazima awe na kampuni kampuni, swala kampuni. Yeah, ni kwamba wamejikusanya yeah, na wao wanaweza kufanya. dhani ni moja kati ya jambo jema linalofanywa na serikali yetu ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha kwamba uh, wanaishusha hizi uh, fursa za uzalishaji mali mm, au za kutengeneza uchumi mm, uh, kwa wananchi wa chini kabisa na kwa nyepesi nyepesi mm. Aa, nimesikia kwamba huu mchongo uko tangu mwaka 2021. We 2011. Yes, 2011. Sasa kama huu mchongo uko tangu mwaka 2011, Sasa hivi tunasikia kwamba uh, wazabuni ni wachache eee, tenda ni nyingi. Nyingi. Shida iko wapi? Hapo mimi nahisi swala zima ni swala la taarifa. Mm. Yani, tunapozungumzia taarifa tuni kwamba sisi ambao tunafahamu huu mchongo inabidi mm, tuwe daraja mm, la kupeleka huu mchongo kwa wale wenzetu wasiofahamu. Mm. Lakini ukija ukizungumzia suala lingine uh, mkiangalia saa hii watu wengi sana wengi, tunatumia mitandao ya kijamii na kutokana na ripoti ya TCRA ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na, um, idadi kubwa ya Watanzania, namaanisha mm, nusu ya Tanzania hapo tuwazungumzia milioni thelathini na tatu. Mm. wanatumia smartphone deo. Wanatumia mitandao ya kijamii. Kama tunaweza kupata mabando ya kuperuzi, kwa nini tukose mabando ya kuingia kwenye mfumo kwenye wa NeST? Na ishu nyingine pia ni utayari wa mtu binafsi mm. yes. Kwa mtu ukishakuwa tayari mm. ukiweza kujisajili ukiwafanya nini tunatengeneza mamilionea wengi sana Tanzania. Sasa, mm -hmm. Sijui tupewe nini tena. Uh, umezungumza kuhusiana na ishu ya kusambaza taarifa, unajua kwa mm -hmm. mfano michongo hii ya tenda, namna ambavyo inasambazwa mm -hmm. taarifa zake, namna ambavyo zinasambazwa mm -hmm. uh, inasambazwa katika njia nyingi, ndio si ndio? wewe yes. Sasa katika hicho ambacho umekizungumza, unadhani kitu gani hasa ambacho kinatakiwa kufanyika ili taarifa zifike mpaka ngazi ya msingi, ngazi yani okay. ya chini kabisa, ambapo ndio tenda zinapoanzia okay. uh, ukizungumzia um, suala la usambazaji kwa vyombo vya habari, wanajitahidi wanafanya kazi nzuri mm. Lakini inabidi tutumie majukwaa kama Generation Samia yeah. ili kuweza kufikisha ujumbe na kuupenyeza mpaka ndichi nah. yes na ukizungumzia hilo pia tunavyotumia mitandao yetu ya kijamii kwa mfano WhatsApp, mm. Kila siku tuna posti kila siku hey, tuna, yes. tuna share kwenye, tuna share kwenye groups na watu wetu wa karibu information. Kwa hiyo well, hiyo pia inaweza kuwa njia nzuri mm. ya sisi kusambaza michongo na tukatengeneza mnyororo mkubwa amba ocha, yes. mnyororo mkubwa wa thamani ambao tayari wanaujua kuhusu um, asilimia 30 za Samia mgawanyo mm. wake hizi asilimia 30 ukoje? a mgawanyo yani wake mm -hmm. Okay. Sasa huu mgawanyo umekaa uh, hivi tuna vijana mm -hmm. ambao wao wanapata fungu kula asilimia kumi nguvu kazi ya, mm -hmm. Eh, yeah. ya taifa Yes. Yeah. Na ukiangalia kwa mujibu wa sensa pia mm -hmm. tuna vijana wengi sana Yes. Laki... na, na, na nikikurudisha nyuma hapo yeah. Ina maana tunazungumzia uh, kwenye bajeti iliyopitishwa na serikali mm -hmm ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na nne tunazungumzia tilioni kama arobaini na tisa ah. na mbao tukiweka sasa hapo hiyo asilimia thelathini tunazungumzia kama tilioni kumi na nne tukizungumzia hmm. kwenye hiyo trilioni kumi na nne ambapo ndio kuna asilimia kumi sasa hapo hmm. kwenye hiyo thelathini hmm. kumi zinaenda kwa vijana yeah. tunazungumzia kama kuna tilioni moja mm. na milioni mia nne zimetengwa mm. mm. mm. mm. kwa ajili ya kabisa peke. Eh, kabisa pekee kwa bila kuweka wanawake, bila kuweka nini, 1.4 tilioni inaenda kwa ukopeshi kwa vijana. Lakini sasa ukija, uh, kundi lingine ni watu wenye ulemavu. Okay. Watu wenye ulemavu asilimia, katika hizi asilimia 30 wao wana asilimia 10 tena, watu wenye ulemavu, lakini kuna wanawake na wazee wana 5%, wanawake wana 5%. Kwa hiyo mwenyewe utaona namna gani hasa kwenye huo mchanganuo ambao umetusaidia ume yes, yes. Katika hiyo trilioni 14 kaigawanya hapo. Kwa wazee hapa inakuja milioni mia saba kwa watu walemavu, yaani bilioni, bilioni mia saba kwa watu wenye ulemavu pia inakuja bilioni mia saba mm. Mm. Kwa wanawake inadondokea watu wenye ulemavu kumbuka, ni asilimia kumi asilimia kumi. Samia tuko Mwanza kwa ajili ya kufungua hiyo kodi ya fursa, kuhakikisha kwamba makundi yote haya yanajua yanapata hiyo taarifa sahihi ya kwamba namna mm. kwa gani hasa na me ambavyo eh, wanaweza wakapata mchongo wa mgao wa asilimia thelathini za Samia kupitia mfumo mm. wa NeST kwa mgao huu, ina maana mm. serikali imetengeneza namna nzuri ya kutengeneza ajira kabisa kupitia manunuzi yes, ya umma eh. Kwa maana hiyo, mimi nikienda pale nikawini kawini tenda yangu moja mm, mimi nyuma yangu na vijana wengi ambao pia nitaenda kuajiri kabisa. Ndio kwao tunakuta serikali imeendelea kutanua, na kwa kuendelea hivi, tunakuwa sasa tunatengeneza kile kizazi cha mafanikio haswa bana. Hii ni Gen-S Connect, kama ambavyo umesikia kodi imefunguka, eh, lakini pia tuambie, kwa wana mwanza tarehe 29 Ha, kwa wana Mwanza tarehe ishirini na tisa aa mm -hmm. na kuwepo na sehemu ilipo. Haikai kinyonge Samia, tunatembea na mchongo yeah. Utakavyotuona sisi ujue, tumebeba mchongo na tunakuletea mchongo mm huoi -hmm. kwa ajili yako, tarehe ishirini na tisa mwezi wa tatu mwaka 2025 kwa maana Jumamosi, yes. katika jiji la Mwanza, katika viwanja vya Katunza mm -hmm. kutakuwa kuna kongamano kubwa sana mm -hmm la kuzielezea kuzidadavua kuzipeleka fursa kwa jamii zitokanazo na asilimia thelathini za Samia za Samia zitokanazo na mfumo wa NeST au kwa maana zitokanazo na manunuzi ya, ya umma. Sasa so, wewe kama kijana, wewe kama mwana mama, wewe kama mzee, wewe kama uh, mtu mwenye ulemavu, lakini wewe kama raia uh, yoyote yule mzalishaji mali mchakalikaji wa jiji la Mwanza. mm -hmm. tarehe ishirini na tisa sio ya kukosa, kukosa. Jo pale utakutana na Generation Samia utakutana na wenzetu wa PPRA wataenda kukuelezea kwa undani zaidi juu ya huu mchongo nambao unaweza ukauchangamkia ukatengeneza hela wewe wa, lakini wakatengeneza hela watu wengi nambao utawashirikisha kwenye huo mchongo. mm -hmm. tuko hapa kwa ajili ya kupa hiyo Usikose sisi, sisi la ziada bwana hatuna. Kikubwa ni kwamba uh, asilimia sabini ya bajeti ya serikali yote ka, iko katika uh, ununuzi wa umma. Kwa hiyo sisi kama Generation Samia Kizazi cha Mafanikio tumefungulia hiyo code kwenye sekta hiyo moja ya ununuzi wa umma, namna gani hasa ambavyo unaweza ukanufaika na ile keki ya, ya taifa ya ndani ya taifa lako. Tukutane siku ya wa Jumamosi. Wapi? Kwa Tunza Beach ndani ya Mwanza. Generation Samia Kizazi cha Mafanikio Kizazi, na hii ni Gen-S Connect. Uh, until next time. Mimi naitwa Sonata Nduka. Mimi naitwa Sako. Niko na Sako. We out.